Na Mungu wetu mwaminifu wa kweli, ukaita malipo tu patakatifu patakatifu. Tazama Bwana, msogeza mtumishi wako mikononi mwako, na msogeza chini ya mbawa zako Jehova. Tazama Bwana, pasipo wewe hawezi, pasipo wewe hawezi. Mfarum wa fam anahitaji Bwana, ukazungumze naye ukaseme naye, usema na kanisa lako Baba, nasi Mungu kanisa lako, tuko mahali hapa, tuko tayari Bwana, nipa Jehova. Baba, tazama ni wakati mzuri na kwa haribu kila nguvu zote za giza. Ninakamata kila madhabahu yote ya ibilisi, ninateketeza na kunyamazisha kimya kwa damu ya Yesu Kristo ya thamani. Roho Mtakatifu na ukaribisha mahali hapa ukatawale. Shauri letu Bwana, tunatamani Mungu kuona tukikutana nawe. Tazama Bwana, hata mtumishi wako Mungu kamike kwa mafuta yako. Fulike mafuta yako Jehova, maana pasipo wewe hawezi. Anahitaji kibali na neema yako mfalme. Anahitaji kibali na nguvu yako Bwana, katawale mahali hapa. Sifa na heshima kwa kuwa ni mtakatifu mtaka kwa mtaka kuwa Mungu tena kutenda. Ni katika jina Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ni kwa maana kushukuru, amen. Wakati akipita, natamani kuona vigelegele na shangwe. Haleluya, haleluya, haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Tunamtaka Bwana na nguvu zake. Namshukuru Mungu kunifikisha mahali hapa na kunilinda wiki nzima. Kwa majina yangu, kwa wasionifahamu, naitwa Maria Paulo. Amina, mi ni muumini wa mahali hapa. somo letu la leo itakuwa umuhimu wa kumtumikia Mungu ukiwa bado na nguvu, wanaanika umuhimu wa kumtumikia Mungu ukiwa bado na nguvu. Kitabu chetu kitatoka katika Yohana Mtakatifu tisa na mstari wa nne. Msomaji wetu imetupasa kuzifanya kazi zake yeye alinipeleka maadamu mchana usiku waja asiweza kufanya kazi Amen. Kitabu chetu kinatuambia imetupata kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka maadam ni mchana, usiku waja usipofanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona kwamba Mungu anatuambia tufanye kazi bado ni mchana na Naomba mtoto mmoja. Na wewe bibi. Huyu bibi huyu eh lakini mwanga tunauona, lakini kiroho, huyu ni mwanga. Bwana asifiwe. Na huyu bibi ni kama usiku kwa sababu, bibi, ni kina, kwa sababu namaanisha kwamba huyu bibi usiku wake sio. Anamaanisha kwamba huyu ni usiku kweli? Hapana. Kwa sababu na, nasema ni usiku kwa sababu huyu bibi akili zake yani, zimechoka. hawezi kufanya kitu kigumu Anaeza asifiwe. Huyo bibi ni kama usiku, ukitafuta hela usiku, ukampa kazi bibi hawezi kutafuta, lakini ukimpa mtoto haraka haraka anaifanya. Ndio maana waso mambo yetu ni ya haraka haraka. Anaeza asifiwe. Na tumeona kuwa mtu anayefanya kazi Mungu anapendezwa na yeye, Mungu anafurahi. Kwanza mtu anayefanya kazi anayefanya kazi ya Mungu ndani ya moyo wake anakuwa na furaha, anakuwa na amani kwa sababu Mungu anapendezwa na mambo yake. Bwana Yesu asifiwe. Na tumeona mfano mingi katika Biblia ambayo inasemwa na wachungaji na watu na, na watu waumini wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba mtufunulie kitabu cha Samweli wa kwanza sura ya tatu mstari wa kwanza hadi wa nne. So basi mtoto Samweli akamtumie akatumikia Bwana mbele ya, ya Eli, na ito la Bwana nilikuwa adili, siku siku zile apakuwa na, na.

Amina, mtoto huyo Samueli alikuwa chini ya Eli. Bwana Yesu asifiwe. na pia Samueli alikuwa bado ni mdogo, na Sa Eli alikuwa ni mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. na huyo mtoto Samueli alikuwa chini ya Eli, na Eli alimfundisha, alimlea, alimfundisha katika maadili mazuri, kama walimu wetu wazazi wetu wanavyotufundisha maelezo mazuri, na Eli tuweza kumfananisha kama mchungaji wetu, mwalimu wetu, kiongozi wetu, mchungaji wetu anaweza akatufundisha. Bwana Yesu asifiwe. Tufu, tuende katika mambo ya kuzingatia. Shauku ya kimungu, mambo ya kuzingatia: namba moja, kuwa na shauku ya kimungu, na namba mbili, kuyasikia maonyo ya Bwana wetu. Namba mbili, kuyasikia maonyo ya Bwana wetu, au kutii maagizo ya Mungu. na namba tatu kuishi maisha matakatifu. Namba tatu kuishi maisha matakatifu. Namba nne kuyapenda mafundisho yake. Namba nne kuyapenda mafundisho yake. Baada ya hapo, andika hasara za kutomtumikia Mungu ukiwa bado mdogo. Hasara za kutomtumikia Mungu ukiwa bado mdogo. Namba moja kukosa maadili ya Kimungu. Namba moja kukosa maadili ya Kimungu. Namba mbili kutotumiwa na Mungu. Namba mbili kutotumiwa na Mungu. Namba tatu kuikosa ahadi aliyotoa Mungu kuhusu kuurithi ufalme wa mbinguni, kukosa ahadi ya Mungu kuhusu kuurithi ufalme wa mbinguni. Na baada ya hapo, andika faida za kutumika kwa Mungu, faida za kutumika ukiwa bado mdogo. Namba moja, kuipata furaha ya moyo kama Yesu kuipata furaha ya moyo kama Yesu. Kwenye mabano andika mstari 23 mstari wa 15. Mstari 23 mstari wa 15. Namba mbili, utaurithi ufalme wa mbinguni kama alivyoahidi baba yetu. Utaurithi ufalme wa mbinguni kama alivyoahidi baba yetu. Na namba tatu, Mungu atakutumia kama Samweli alivyomwita amtumikie. Namba tatu, Mungu atakutu, atakuita umtumikie kama Samweli alivyomtumikia. na ya mwisho Mungu atakuheshimisha, namba nne, na ya mwisho Mungu atakuheshimisha. Na, na, na huu ni ushauri kwa nani? Pia wazazi tunaomba mtu- mtulee katika malezi bora mtulee katika njia ipasayo, hata kama siku, hata kama siku ambapo nyie mtaondoka katika dunia hii ya sasa, sisi tutabaki, tutatangaza njia ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe, na nawashukuru kwa kumsikiliza mbalisi <coughs> Vipi wewe baba, unatumika vipi mama, kijana, watoto? Ndio hivyo ametuelekeza umuhimu wa kutumika. Na wewe kama mama ya kupasa utumike mbele za Mungu kwa Bwana. Kuna kazi nyingi, kuna kazi mbalimbali ya kupasa utumike, uwe na shauku, uwe na kiu, uwe na mzigo. Na mchana wa leo, asubuhi ya leo tumefundishwa kwamba kutumika, kuifanya kazi ya Bwana yawezekana. Mungu ameenda kutukumbusha, yawezekana tumelegea yawezekana tumeyumba, yawezekana tu, tumepunguza katika kumtumikia Mungu katika huduma mbalimbali. Na mchana wa leo Mungu aenda kutukumbusha tuamba, tusimame. Tafakari wewe mpendwa, unamtumikia Mungu kivipi? Umesimama katika huduma zako namna gani? Yawezekana umelegalega, yawezekana una suasua, yawezekana hujasimama vema yawezekana hujasimama imara katika kumtumikia Mungu na mchana leo tutaenda kumwambia Mungu, tutaenda kumwambia Mungu asante, kwa kuwa Mungu amekuwa mwaminifu, ametukumbusha pale tupo jisahau. Tuenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya neno hili. Baba yetu na Mungu wetu mwaminifu wa kweli, malipo tu patakatifu patakatifu, nina kila sababu ya kusema asante Bwana kwa kuja ya kutukumbusha kwa ajili ya kutumika Bwana mbele za uso wako. Nawezekana Bwana tumejisahau kwa namna tofauti, nawezekana Bwana tumekusahau wewe Bwana, lakini Bwana mchana wa leo umetukumbusha ya kwamba Mungu tusimame imara kwa ajili ya kutumikia wewe. Nawezekana Bwana vitano wako Mungu amelegea. Baba mama wako wako Mungu amelegea, baba wako Bwana amelegea, hata na watoto pia Mungu ametukumbusha katika somo lao. Nasi Mungu tuko mahali hapa, Bwana tunakutamani, tunashauku nawe Mwana Mfalme, tunashauku nawe Roho Mtakatifu. Tusamehe baba yetu, tuhurumie pale tulipokosea, tuhurumie Bwana na mapenzi wako Ede yote Mungu tunakutamani, Roho Mtakatifu no kutuku... ytu